Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuwa leo utazindua bodi ya Kiseza, naomba nitangulize pongezi kwa bodi ya wakurugenzi wakiongozwa na mwenyekiti wa bodi Mheshimiwa Balozi Dr. Azizi Mlima kwa kuaminiwa na kubeba jukumu hili kubwa linalobeba taswira pana ya uchumi wa nchi kupitia uwekezaji. Hongereni sana. Binafsi sina mashaka na uwezo na weledi wenu, ni imani yangu kwamba mtasimamia vyema mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tiseza. Na mheshimiwa Rais amewapa imani kubwa, ninawasihi kulinda imani hiyo kwa kutimiza majukumu yenu kwa ufanisi ili kwa pamoja tuongeze kasi ya uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kutumia fursa hii pia kuihakikishia wizara yako na bodi hii inayozinduliwa leo na, na wadau wote ambao wako hapa kwa ujumla kuwa viwanda